Naanza na taarifa kwamba zaidi ya watu mia tatu nchini Tanzania sasa wanakabiliwa na shtaka kubwa zaidi katika sheria za nchi hiyo, uhaini. walioshtakiwa na waliokamatwa baada ya machafuko ya machafuko yaliyofuatia uchaguzi mkuu uliokumbwa na utata mwisho wa mwezi uliopita, ni pamoja na wanasiasa, wanaharakati wa mitandao ya kijamii raia wa kawaida na hata watoto wadogo walio na umri wa chini wa miaka 18. Mwanahabari wetu Brenda Wanga anaarifu zaidi. Msako dhidi ya wale wanaodaiwa kushiriki maandamano katika baadhi ya maeneo ya Tanzania wakati na baada ya uchaguzi unaendelea, na hatua hiyo sasa inahamia mahakamani. Kwa mujibu wa rekodi za mahakama ya Tanzania, watu wapatao 340 wamekamatwa kutokana na misukosuko ya kisiasa. Watu hawa wakikamatwa katika miji saba, wengi wao kutoka Iringa na Dar es Salaam kati ya hao watu mia tatu na mbili wanakabiliwa na kosa kubwa zaidi nchini, uhaini. Wale wanaokabiliwa na mashtaka hayo ni pamoja na viongozi wa kisiasa, wafanyabiashara, wakulima, na watu mashuhuri nchini na washawishi wa mitandao ya kijamii. Miongoni mwa watu mashuhuri kwenye mitandao ya kijamii waliofikishwa mahakamani kwa kosa la uhaini ni Jenifa Jovin maarufu kama Nifa, mfanyabiashara anayetuhumiwa kuwahamasisha waandamanaji kununua barakoa ili kujilinda na vitoa machozi vya polisi wakati wa maandamano. Da, watumizi wa mtandao Mika Chavala, B. Walters, Ruth Mela Sila, anayejulikana pia mtandaoni kama Strong Income na Detha Oven pia wamekamatwa. Chama cha wanasheria Tanganyika kinatoa huduma za kisheria kwa wahusika waliokamatwa. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania, mtu anasemekana kufanya uhaini ikiwa, awe ndani au nje ya nchi, amemuua au kufanya majaribio ya kumuua rais au kufanya vita dhidi ya jamhuri. Kosa hilo lina adhabu ya kifo.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 Kusoma matokeo. Matukio hayo yanajiri wakati bunge la kumi na tatu la Tanzania likiendesha kikao chake cha kwanza mjini Dodoma. Miongoni mwa shughuli muhimu zilizofanyika ni pamoja na kusomwa kwa tangazo la rais la kuitisha bunge, kuchaguliwa kwa Musa Azan Zungu kuwa spika, kuapishwa kwa wabunge wote, kuthibitishwa kwa uteuzi wa waziri mkuu na kuchaguliwa kwa naibu spika Brenda Wanga. Runinga ya yeah, Citizen.